Kipindi fulani dada yangu mmoja wakati akiwa mjamzito amewahi kula uh, tofali ambayo lilikuwa kwenye kona ya nyumba kiasi kwamba tukaja kugundua ilikuwa ni karibu atoboe kuingia ndani kwa sababu alikuwa anakula ule udongo sana. Uh, ni kawaida kwa wamama wengi kuwaona wakiwa wanakula udongo au kula mkaa, na hii sio kitu cha kawaida, huu ni ugonjwa. Na leo nataka nikufundishe jinsi ambavyo unaweza ukatibu kabisa ugonjwa huu uh, bila kuhangaika na usiwe na addiction tena ya, ya, ya, ya, ya kula udongo au kula mkaa. Uh, akili inakuwa inakulazimisha kutamani kula vitu ambavyo uh, vimetokana na udongo au vitu fulani vichafu kwa ajili ya kupata virutubisho. Na hii inakuja kwa sababu ya upungufu wa baadhi ya madini ambayo yanakuwa yamekosekana mwilini na hasa madini makubwa ambayo yanaongoza ni madini ya chuma, madini ya zinc, na madini ya calcium. Kwa hiyo ukiona unapata hii shida, unatamani kula vitu vitu fulani, udongo, mkaa, ujue kabisa kilini mwako kwamba una upungufu wa madini, na hivyo unaumwa deficiency ya hayo madini, japokuwa kuna baadhi ya watu ambao wanapata hiyo shida kwa sababu tu ya addiction kwa mfano e, unakuta labda mtoto anamuona mama yake anakula udongo na yeye anakula udongo. Kwa hiyo ana, anaanza na yeye kutamani kula udongo na kisha kula mara moja, kuna namna anajisikia, kuna kitu ka kitu kazuri amejisikia. Kwa hiyo next time ubongo utampendekezea utam tena, ale tena udongo ili ajisikie vizuri. Ni kama vile ambavyo wanakunywa wanakula tu madawa ya kulevya, inaanza kama unajaribisha au kama kuiga, alafu then baadaye inakuwa ni kitu ambacho mwili unakuwa unakihitaji tena na tena. Na hivyo pia kwa watu wazima kuna wengine kuonja ambao walianza kwa kuonja tu. Anajaribu akaona kama ina ina karadha fulani hivi kana kumvutia alafu then anakuwa anaendelea. Sasa kwa nini naleta hili somo? Kwa sababu kuna madhara ya kula udongo au ya kula mkaa. Moja ya madhara ya kula udongo au kula mkaa ni kwamba unaweza kupata minyoo. Inaweza kawa kwa wajawazito au ya wamama e, wa kawaida Unapata minyoo kwa sababu udongo kunakuwa na bakteria, virusi, minyoo wenyewe. Hao minyoo ambao utawapata pia wanasababisha pia upungufu zaidi wa madini ya chuma na madini mengine, kwa hiyo unakuta tatizo linazidi kuendelea kuwa kubwa zaidi. Vilevile uh, kula mkaa, kula udongo unakaba baadhi ya virutubisho au baadhi ya madini. Ndio maana eh, mtu ambaye amekunywa sumu Uh, mojawapo ya tiba ya haraka ya kama hatua kama, kama, ya, ya kwanza huduma ya, ya kwanza ni kumpatia mkaa, kwa sababu mkaa unaweza ukakaba yale madini ambayo yanaweza kawa ya ni hatarishi kwenye afya mtu, ya mtu kabla hayajaingia kwenye damu o, vile vilevile unakula mkaa unapokula udongo vinakaba baadhi ya madini ambayo baadhi ya madini hayo pia ni madini kama ya chuma madini ya zinki ambayo inakusababisha pia unakuwa na upungufu zaidi kwa hiyo unakuwa umeongeza tatizo na hamu ya kula udongo inaongezeka zaidi na zaidi. Kwa hiyo jinsi ambavyo unaweza ukafanya, kitu cha kwanza ni, ku, ni kukaba kutokea pande zote mbili, kwamba kwamba kwanza kupambana na na huo upungufu wa madini, alafu pia kupambana na addiction. Uweze kupambana na addiction kama tayari bado una upungufu wa madini? Kwa hiyo ni vizuri ukaanza na upungufu wa madini. Na ni rahisi sana kutibu upungufu wa madini bila kutumia madawa au supplements. Unaweza ukaanza moja kwa moja na chakula. Tukianza na upungufu wa madini ya chuma, uh, namna rahisi straight kabisa unia kutumia mboga za majani. Kijani kibichi yani dark green leaf vegetables. Kwa mfano, namna rahisi kabisa unaweza ukatumia majani ya maboga, unaweza ukatumia matembele, unaweza ukatumia sukuma wiki. Naweza kutumia spinach, mboga mboga, za aina hiyo ambazo ni dark green leaf vegetables. Unaweza ukatumia kwa kwa kula, kutengeneza supu, tunaweza supu kula asubuhi, bakuli asubuhi, bakuli nyingine aa, jioni, au unaweza kutengeneza juice. Lakini unapokuwa unaandaa hizi mboga mboga, kumbuka kuongeza eh, chanzo kingine chenye vitamin C. Kwa mfano, unaweza ukakamulia limao kuongeza ladha, lakini pia kuongeza absorption ya hayo madini ya chuma. Very, very important. Uh, kwenye upande pia wa calcium uh, mbogamboga za majani zipo pale top namba moja katika vyanzo salama vya uhakika vya kupata uh, madini ya calcium, sio maziwa. Nazungumzia mbogamboga za majani, unapata calcium ya uhakika salama. Uh, lakini pia kwenye upande wa madini ya zinc utaipata kwenye mbogaamini kwenye mbegu hapa nazungumzia mbegu za maboga nazungumzia ufuta, unaweza ukapata madini ya zinki ya kutosha. Jinsi ya kutumia mbegu za maboga, unaweza ukatumia kutafuna, kwa mfano kiganja kimoja kwa siku kina kutosha, au unaweza ukatengeneza uh, ule unga wa mbegu za maboga, ukachanganya kwenye maji, ukachanganya kwenye uji, ukachanganya kwenye juice, uh, ukanywa kijiko kimoja au viwili kwa siku, itakusaidia kupata madini ya zinki ambayo yanakutosha au unaweza ukatumia unga huo kutengeneza uji au ukatumia unga huo kutengeneza chapati. Unga wa mbegu za maboga itakusaidia sana kuweza kupambana na hiyo hali ya kula kula udongo na mkaa. Lakini kwenye upande wa addiction, sasa unatakiwa ku kuandaa mazingira. Kwanza ufahamu kwamba unachokifanya ni shida, ni ugonjwa. Kwa hiyo kwa kufahamu hilo kwanza inakusaidia kuanza kupunguza. Huenda labda uko unafanya kwa sababu tu haujui kama ina madhara. Kitu cha pili, epuka mazingira ambayo yanakufanya unakutana una na udongo. Kwanza usinunue udongo kwa kutunza ndani, alafu pia kama u unapenda kutembelea maeneo fulani vya kichuguu au maeneo jirani ambayo yana udongo huo, acha kutembea hayo maeneo ili upunguze exposure ya hivyo vitu. Badala yake, tafuta vitu ambavyo ni vizuri kiafya, weka ndani e. Tengeneza zile bites ambazo ni nzuri. Ukisikia hamu ya kula hiyo, kula atatunda itakusaidia kupunguza hizo addiction. Ukifanya hivi, inaweza ikakuchukua hadi mwezi mmoja uka ukaweza kupambana kabisa na hii changamoto. Na kama video hii imekusaidia na una utaifanyia kazi, tafadhali share pamoja na rafiki yako ambao unajua kabisa hii ndio tabia yake. Naweza pia naye kumsaidia kupunguza haya matatizo lakini asiwe na hizi addiction. Lakini pia kitu kingine jitahidi sana kula uh, vyakula vizuri, yani vipangilie vizuri, kula vyakula ambavyo vina virutubisho ili uweze kuwa na afya nzuri kwa ujumla. Kama kama haufahamu jinsi ambavyo unaweza ukapangilia vyakula, unaweza kutazama video hii hapa. Nimeeleza jinsi ambavyo unaweza ukapangilia vyakula vyako vizuri asubuhi mpaka jioni ili uweze kuwa na afya nzuri. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.